Lakini kiukweli hana hata vigezo vya kukala mimi meza moja, na siwezi nikafanya kiki ya kujichafulia jina langu ambalo nimeliangaikia miaka mingi kwa ajili ya mtu mjinga kama yeye. Hiyo kwa yeye angetafuta mzee mwenzio wa kubishana naye, wakaenda sawa. Kwa mimi ni kama ananionea tu, ana kuzidi miaka mingapi yule eh? Zaidi ya kumi na basi, kumbe mtu mzima yule. Yule mtu mzima sana ese, hata Mayasa mwenyewe sio mtu wa kuchambana na, labda tabumtingitanibola hata tabu kuwa rafiki yake iendana atajewai unamuonea jigo sana, mtu mzima sana Anajiona mdogo kwa sababu anadili na mtoto mdogo yaani, yeye eh, kulala na mtoto mdogo anajiona kama mimi ni mdogo yaani, anajisahau hmm. Vitu vingine viendane na umri, maneno mengine aendane na umri, ukizingatia tuna watoto na wanakuwa mitandao inahifadhi kesho mtoto wangu anaingia wa kwenye mtandao anakuta mamangu ametukanwa hivi mm. au wagombania bwana au Merry na Riyama wagombania bwana halafu kwa bwana gea mwenyezi mungu hata hiyo kauli naomba mungu isiongelewe isi mm. sasa huyo anatakiwa mtu akumkumbusha kwa hiyo mm. mimi nitamkumbusha kupitia sheria hata kwenye kuvaa siku hizi anavaa ile kizee kitoto wapi kitoto ndugu yangu umri nguu mwili unakata <laughs> Wanaume mnalongumu, si mamaake yule? Si mamake. Sasa we we umwoni, si ndio wanapendana? Mapenzi wapi bwana? Hujaona kwenye video ile, anasema alimtongoza kweli kweli. Nami nayo nitakutumia video. Mimi ndo alimtongoza bwana, leo sijui nini yule, naye akaona nini star ya mahali, muda huo, mambo lele lele. Hmm, akajua fursa ndio mtoko. <laughs> <Don't talk. laughs> <laughs> <laughs> Eh, Mungu nisaidie. <laughs> Sijui labda akikaa na wake mume wake wake anamtaja sana Merry. hmm au mume wake ananiangaliaga sijui kwa sababu nimemzidi vitu vingi, kwa hiyo lazima awe na wasiwasi. Hata mimi ningekuwa yeye, ningemwonea wivu huyo Merry, lakini sio kwa kiasi hicho.